Mimi ndio hivi sasa nimekuja. Eh, mzee wewe si mzuri ma Yaani hata nikikufikiria tu yani nikikaa hata mahali, yani tukiachananga nikienda hivi mm. Naanza kuingiwa na baridi. Okay. You are very fine and thank you. Thank you. Mungu I love you. So, kulingana na venye tumedate na wewe for long, my dear. Mm. Umekuwa mzuri kwangu. Sio, unaelewa?

ni miaka mingi sana. Huu ni mwaka tumedate na wewe eh, for long time. Huu ni mwezi wa pili, si ndio? So actually, Mhm. Yeah. <laughs> so, mm. Very nice dress. Okay. And uh, you gonna like it. Very nice dress. Yes. First, it's about to go down unalewayetu

So mimi wacha nikimbie. Wewe, hii kitu nataka next date tukimiti mimi na wewe wakati unakuja kuniangushia muziki, bwana. Ukuje kama umefa, alafu mimi nami ni tunaelewa, si ndio my idea? Uko sawa lakini? What about your heart? I'm good.

Nampea hii asipoikubali, napelekea nyanya yake. Kwa taarifa yake, mimi sitaki. Mimi si wa kuvaa matambara. Mimi klasi yangu, maisha yangu si ya matambara, kulingana na klasi yangu na maisha yangu, si ya kuvaa matambara n no.